Kitu ambacho siwezi kukisahau kwenye maisha yangu, tulikuwa tuko watatu tunaogelea, tunakwenda maji mengi. Kufika maji mengi, tukasemaje, tushindane kuchukua mchanga chini ya maji, umeona eh? Sawa, tushindaneni. Tukazama, kuzama, tukaenda tukaenda, tukachukua mchanga tukarudi, umeona. Mimi nikasemaje, oya, hapa pafupi, tusogeni mbele zaidi. Kweli tukatoka tukatoka tukaenda tukaenda tukafika mbele tukasema hapa tujaribuni tena. Tukajaribu tena kuzama. Sasa kipindi tunazama kuna mwenzangu alikuwa tayari kashanza kashatangulia kwenda mbele na mwingine yuko juu yangu ananifuata. Sasa kipindi tunaenda yule mwenzangu alikuwa katangulia mbele na muona yule anaenda na mimi namfuata. Naenda naenda, namfuata namfuata, baadaye tena nikamkuta kadipotea nikaendelea kumfuata. Namfuata naona simuone. Ah, mimi nikaendelea naendelea kufuata chini kwenda kuwahi kuchukua mchanga juu chini, niwahi kurudi muone. Kweli nimeenda nimeenda nimeenda nimeenda nimeenda nimeenda, nafika chini, naliona tope. Muone, kufika kuliona tope, nikalichukua lile tope chini. Muone, sasa ninageuka, sasa ndio nataka nirudi juu, na kuta ukuta mbele yangu. Muone, kuta ukuta mbele, kuona ukuta mbele yangu, kuangalia. Ah, usi ukuta huu. Muone. Sasa nikatayari hali zishaanza kufezeeka sasa. Umeona, kuangalia nyuma hivi naona tena kuta nyingine. Nikanajiuliza na maana mimi niko ndani ya shimo. Umeona, ah, sasa hapo ndo nikapiga mahesabu sa kwanza kurudi. Nikarudi. Kweli nikarudi. Nikarudi, nikarudi, kufika katikati pumzi ikaanza kuniishia. Umeona, nikamwomba Mwenyezi Mungu, nikambia Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie kiumbe wako nitoke isemo. Kweli, nikajivuta tena. Pumzi inakata. Nikajivuta Pumzi inakata nikajivuta, nikasikia masikio yanalia zi, ah! naliona jua ilo hapo kwa mbali, lakini sasa ndo pumzi ndo inaisha. Nikajivuta tena, ola, pumzi ndo inakata, sasa ndo inaisha pumzi na masikio tena hapo yameshawaka, yani masikio yanapiga kelele vibaya. Nikaja nikajivuta tena Tayari nisha, nisha toka. Mone, pumzi ya mwisho, nakuja kuwema nakuja kuni ndo nakuja kuchukua pumzi ya mwisho tayari nishafika juu na niko juu ya maji na naelea, nasukumwa na maji kidogo kidogo kidogokogo. Jamaa wangu sasa wananifata, wananiuliza oya, mbona unatoka masikio unatoka una, una damu kwenye masikio vipi? Mona, mi nikaambieje? Oya, naombeni mnisaidie kunikokota tu nipelekeni nchi kavu. Kuska kufika nchi kavu pale, wakaniacha kama dakika tano hivi. Nakusikia, lakini nakusikia kwa mbali sana Mwana. Sasa sikilizeni wanangu, au sio? Hapa nifanyeni mpango kwanza, mnipeleke nyumbani. Umeona? Sawa, tunakupeleka lakini sasa kuna tatizo nini? Umeona ngambaje, mwanangu, kipindi hapa hapa tunapozamia wewe, mimi nilikuona. Umeona, ukiwa unaenda chini, baadaye nikawa tena sikuoni tena. Yaani umenipotea ghafla nisikuoni. Umeona? Sasa nilivyokuwa sikuoni, mimi nikawa tena sijajali tena kukufuatilia wewe, ikabidi sasa mimi niendelee kwenda chini, kuwahi kuchukua mchanga ni nirudi. Umeona? Sasa na shangani nimeingia kwenye shimo mwanangu. Umeona? Sasa ndo kwenye kutoka sasa pale ndo. Yani namuomba Mwenyezi Mungu anisaidie, yani kila ninavyojivuta wapi? Umeona? Ndio bahati nzuri nikawa nime nimetoka. Umeona? Yule mwanangu sasa akasemaje? Mbona mimi nilikuona? Umeona? Sema, sasa wewe nilipokuwa nakuona unapitiliza. Yaani ninakuona kabisa unaingia yani kwenye shimo ninakuona. Sema, sasa siwezi kuongea kwenye maji na hata kwenye kukushika mkono wenyewe nilishindwa kwa sababu ulikuwa ni mbali na mimi. Alafu, na mimi mwenyewe pumzi ilikuwa tayari ishaanza ukata na pumzi ya kurudi, ikabidi sa mimi nirudi, lakini uwe kipindi apoingia mwenye heshima, mimi nilikuona. Umeona? Nikaambia wanangu msima, msimalize maneno sasa hivi, yani sinavojisikia najisikia vibaya, nipelekeni nyumbani kwanza. Ndio ikabidi wanichukue wanipeleke juu nyumbani, tena ndio nikaenda nikapelekwa hospitalini tena wakanitibia.